na utawala bora kwa mchanganuo ufuatao. Dereva daraja la pili nafasi sita. Kazi na majukumu ni kukagua gari kabla na baada ya safari, kuwapeleka watumishi maeneo mbalimbali kwenye safari za kazi, kufanya matengenezo madogo madogo ya gari, kufanya na kusambaza nyaraka mbalimbali pale inapohitajika, kujaza na kutunza taarifa za safari zote katika daftari la safari, kufanya usafi wa gari na kazi nyingine atakazopangiwa. Sifa ni mwajiriwa mwenye cheti cha kidato cha nne na leseni daraja E au C ya uendeshaji magari ambayo wameifanyia kazi kwa muda usiopungua mwaka moja, bila kusababisha ajali, pamoja na vyeti vya mafunzo vilivyopatiwa sifa ya kupata madaraja husika na pia wawe wamehudhuria mafunzo ya msingi ya uendeshaji wa magari basic driving course yanayotolewa na chuo cha VETA au NIT au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Ngazi ya mishahara ni kwa kuzingatia mishahara ya serikali ya, ya TGSB. Masharti ya jumla kwa wombaji, waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania wenye sifa kuanzia miaka 18 na isiyozidi miaka 45. Hakikisha umeweka CV yako yenye namba za simu zinazopatikana pamoja na majina ya wadhamini watatu wa kuaminika. Aa, hakikisha unaambatanisha vyeti vyako halisi au original result slip azitakubaliwa baba. <coughs> Kama umesoma nje ya nchi, hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na taasisi zinazohusika kama TCU, NECTA pamoja na NACTE.